Yesu asifiwe, mwanakondoo ameshinda. Shalom shalom, kwa majina anaitwa Lulu Mpenja, ni mkufunzi wa semina ya udiakonia ambayo imeandaliwa na kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi. Uh, leo tupo hapa maeneo ya chuo cha ufundi Moravian Chunya tukiendelea na semina kwa ajili ya walezi na watoto wanaoishi katika mazingira magumu pamoja na watoto yatima. Moja kati ya mada ambayo tumeizungumza au nimeielezea katika semina ya leo ni umuhimu wa kusaidia watu wengine, hasa watu wenye mahitaji mbalimbali na wenye shida mbalimbali. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwasaidia hawa watu kwa sababu katika maandiko matakatifu tumeagizwa kwamba dini iliyo safi na isiyo na taka wala mawaa mbele za Mungu ni kwenda kuwatazama yatima wajane katika shida zao. Lakini pia tunapofanya kwa ajili ya watu wengine, tunafanya kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Kwenye maandiko amesema nalikuwa na njaa, mlinilisha, nilikuwa na kiu, mlininywesha, lakini pia nilikuwa uchi, mlinivika. Maana yake sasa, kumbe tunaposaidia watu wengine, tunaposaidia wahitaji, hatusaidii watu kama watu, tunamsaidia ni, tuna, tuna, tuna, tunafanya kwa ajili ya Mungu mwenyewe Tunapowavika yatima tunakuwa tunamvika ni Mungu mwenyewe. Tunapowatazama na kuwasaidia wajane tunakuwa tunawatazama na kumsaidia Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kufanya kwa ajili ya watu wengine, lakini pia jambo la msingi, uh, unapofanya kwa ajili ya mtu mwingine au uh, unapohangaika kwa ajili ya mtu mwingine, naye Mungu anasogea kwa ukaribu sana ili kuweza kuhangaika na kwa ya kwako ambayo yawezekana ni magumu, umeshindwa kupata majibu ya maswali ulionayo. Vivyo hivyo sasa kumbe, kanisa linaposaidia watu wengine linawasogeza watu kwa ukaribu sana na Mungu mwenyewe na lina uwezo wa kukusanya na kukuza kanisa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ya vile vitu ambavyo wanakuwa wanafanya ndani ya kanisa. Mwisho, tutambue kwamba kanisa linategemea mafiga matatu. Jambo la kwanza, ili kanisa liweze kupatikana au kuimarika lazima tusimame katika msingi wa Injili, kwenda kuhubiri Injili sehemu tofauti tofauti, watu wakamjue Kristo, na tukawahubiria habari njema za ufalme wa Mungu. Lakini baada ya hapo, tuwasisitize kuwa washirika waweze kukusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Lakini pia, jambo la mwisho ambalo ndo la msingi, ndio hiyo sasa, kufanya matendo ya huruma kwa ajili ya watu wengine ambao sasa ndio diakonia wenyewe ambao tunaozungumza katika semina hii ya leo. Sasa niwasihi kanisa kwamba kuna sababu nyingi sana na ni jambo la msingi sana kusaidia watu wenye mahitaji mbalimbali, kusaidia yatima, kusaidia wajane, maanake tunapofanya haya tunakuwa tumemfanyia ni Mungu mwenyewe. Karibuni sana, tunamaliza siku ya leo hapa Chunya na siku ya kesho tutakuwa maeneo ya chuo cha ufundi Ilindi tukiendelea na semina hizi. Mungu awabariki sana, niwatakie heri na baraka njema, amen.